Aa, kitu kikubwa kwa wanasimba viongozi management nzima ya Simba Sports naamini wanafahamu nini wakifanya. Sisi kama wanachama na mashabiki, jukumu letu tunawaachia viongozi wao, ndio dila sisi, tupo kwa ajili ya kuisemea timu yetu. Pale tunapoona kuna shida kidogo, tutazungumza tutatoa maoni yetu kwa viongozi. Tunapoona kumekaa sawasawa, basi na sisi tutatoa maoni yetu pia, kitu gani kiongezwe kuelekea msimu ujao kwenye usajili. Kama wao, tunajifunza nini kwao ni kitu gani labda wao wambe wamekifanya kikubwa katika soka la Afrika au la Tanzania la dunia kwa ujumla? ni kitu gani tunaweza kujifunza? Tukajifunza labda tujifunze kwa masuala ya maandamano, tujifunze kuchapisha kuchapisha tisheti. Mtu ukishamfunga goli nyingi unachapisha unacha, unacha, mbona jezi zao zina zile za njano zina namba tano tano, hizi labda tujifunze vitu hivyo, sababu si vitu vile vya kishamba. Sidhani kama tunaweza kufanya kwetu, au tujifunze kucha, kuchapisha tisheti? hatuchezi Hamna timu hiyo duniani ambayo inachapisha tisheti yake inasema aicheze. Kati timu inasajiliwa wachezaji wanalipwa mishahara kwa ajili ya kucheza mechi. Sidhani kama wachezaji wanasajiliwa kwa ajili ya kucheza mazoezi. Mimi naamini wanasajiliwa kwa ajili ya kucheza mechi. Mazoezi ni sema kujiweka fit kuelekea kwenye mashindano. Sasa wao wanasema hawachezi. Basi, kama hawachezi, kuna mashindano ambayo watu hawachezi. Waende kwenye riadha. Yes, bwana, hapa ni nyekundu na nyeupe na tukisema hivyo hatumaanishi vingine isipokuwa ni rangi za mnyama mfalme wa nyika Lunyasi Simba eh, wakali hawa kutoka Tanzania eh, na Afrika Mashariki Nandi. Takwimu za shirikisho la soka barani Afrika vilabu bora ndani ya bara hili wekundu wa Msimbazi Simba mko nafasi ya tano ndani, ukitaja vilabu vitano bora Simba Sports Club yuko nafasi ya tano. Wana Simba takwimu hizi mmezipokea kwa namna gani? Eh, tumezipokea vizuri kwa sababu si binafsi ni wakubwa, muda mrefu najua. Sasa hivi tunakaribia misimu mitatu, Simba aanzia hatua ya mchujo yani, aanzi primary kule chekechea huko hmm. Sisi moja kwa moja tunaenda kuanzia hatua ya kwanza, kutoka hapo tunaenda hatua inayofuata. Na maana sisi kwenda makundi, yani kwetu si kama vile kumsukuma mlevi tu, unamtoa mtu mmoja unaenda makundi, lakini walobaki wote underground, lazima watoe watu wawili alafu ndio watafutwe yule wa kwenda makundi. Kwa hiyo si hatuchujwi kama tu ila nazi. Sasa tayari yani tushafungwa tunasubiri muda tu kishafika basi tunaenda kurekebisha shughuli. Kwa hiyo saa hizi sisi yani swala la makundi kwetu sisi sasa hivi ni swala la kulala tu na kuamka tuko makundi. Kwa hiyo naamini tupo mule mule kwenye top 10. Tuko kwenye top 5 maana tumegawa kwenye ile kumi bora, tulikuwa nafasi ya saba, tulikuwa nafasi ya kumi, lakini kwa sasa tupo kwenye nafasi ya tano maana tumegawa tano moja, tumeigawa ile kwenye kumi, tumekaa katikati, tumegawa timu tano, tunazibeba saizi kwa ni sehemu kubwa. Tunajipongeza kama Wanasimba, lakini tunajipongeza kama Watanzania, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kuwakilisha taifa. Kwa hiyo kwa sasa hatuna mpinzani kwa ukanda wa Afrika mashariki na kati, na wengine wanasema kwamba Simba mnapaswa kujifunza kwa eh, mtani wenu, kwa maana mshindani wenu kwenye ligi ya ndani, licha ya hizi takwimu ambazo zimetoka wao, tunajifunza nini kwao ni kitu gani labda wao ambe wamekifanya kikubwa katika soka la Afrika au la Tanzania na dunia kwa ujumla? Ni kitu gani tunaweza kujifunza tukajifuza? Labda tujifunze kwa masuala ya maandamano, tujifunze kuchapisha tisheti. Mtu ukishamfunga goli nyingi unachapisha mbona, jezi zao zina zile za njano zina namba tano tano. Hizi labda tujifunze vitu hivyo, sababu si vitu vile vya kishamba. Sidhani kama tunaweza kufanya kwetu, au tujifunze kucha, kuchapisha tisheti atushezi. Hamna timu hiyo duniani ambayo inachapisha tisheti yake inasema haicheze. Kati timu inasajiliwa wachezaji wanalipwa mishahara kwa ajili ya kucheza mechi. Sidhani kama wachezaji wanasajiliwa kwa ajili ya kucheza mazoezi. Mimi naamini wanasajiliwa kwa ajili ya kucheza mechi. Mazoezi ni sema kujiweka fit kuelekea kwenye mashindano. Sasa wao wanasema hawachezi. Basi kama hawachezi, kuna mashindano ambayo watu hawachezi. Waende kwenye riadha. Kwa riadha, watu wanakimbia hawachezi. Kwenye riadha kuna neno kucheza. Riadha maana yake mnakimbia. Kwa hiyo waende huko neno kucheza alipo, watuachie sisi kwenye kucheza, tuendelee kucheza. Lakini sijaona kama kuna kitu kujifunza kwao, wana vitu zaidi ya 10 au ambao watakuwa wajifunze kwetu, kwa sababu leo hii ukizungumzia mafanikio yao kwenye hiyo mwaka 98, hawajagusa tena zaidi ya miaka mingapi? miaka 26. Sio sehemu ndogo, lakini sisi unaona, ndani ya kutoka elfu mbili na kumi na tisa mpaka leo hii tuna robo zetu fainali sita lakini tukijumulisha na ile ya African Football League tuna robo saba Kwa unaona, ni timu ambayo imeimprove, imesimama kwenye daraja, sio watu wakupigapiga kelele. Wao kidogo wanakimbilia kwenye mahakama ya dunia kasi hasa, wakienda kasi wanarudishwa lesi

Mwiko wa yupo. Tena yuko mbali sana. Asa leo yuna zungumzia Simba yuko, yuko kwenye top tano. Aye muulize yuko kwenye top ngapi? Yeye yuko kwenye top ishirini huko. Na msimu unawezekana akashika nafasi hata ya thelathini kwenye rank. Si yuko nafasi ya kumi na mbili? Kumi na moja. Kumi na moja? Naamini anaweza akashuka, hapo alipo anaweza akashuka. Na ndio hapo hapo kwenye anaweza akashuka. Tuzungumze hiki wakati msimu huu unaanza eh, kwenye zile hatua za makundi ya kombe uh, hatua za makundi yes, ya michuano ya kimataifa, kwa maana Simba alikuwa kombe la shirikisho, mtani wenu alikuwa kwenye klabu bingwa. Wakati wanakwenda kucheza mchezo wa mwisho wa klabu bingwa hatua ya makundi dhidi ya MC Alger, hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, walisema wanakwenda kufuta kichaka eh, wanakwenda kushii ili washike nafasi ya tano, tano ikitokea kama amefuzu hatua ya, ya robo fainali walishindwa kufanya. Nyinyi mmeendelea ku maintain ile standard ambayo siku zote mmekuwa nayo. Robo fainali mlikuwa nayo mkaenda nusu fainali mmeenda fainali, licha ya kuto kutoa ubingwa mmebaki kwenye tano bora za vilabu barani Afrika. Nini Simba anapaswa kufanya kuelekea msimu ujao kuhakikisha kwamba mnaendelea kubaki kwenye nafasi ya tano kwa ubora au mkipanda zaidi ya hapa ambapo mmeishia msimu huu. Ah, kitu kikubwa kwa wanasimba, viongozi management nzima ya Simba Sports, naamini wanafahamu nini wakifanya. Sisi kama wanachama na mashabiki, jukumu letu tunawaachia viongozi. Sisi tupo kwa ajili ya kuisemea timu yetu pale tunapoona kuna shida kidogo, tutazungumza, tutatoa maoni yetu kwa viongozi. Tunapoona kumekaa sawa sawa, basi na sisi tutatoa maoni yetu pia, kitu gani kiongezwe kuelekea msimu ujao kwenye usajili. Kama mimi nafsi, Simba, kitu kikubwa cha kufanya msimu ujao, ni kuwekeza nguvu, kuongeza wachezaji wachache yani, at least Simba wamezidisha sana kusajili wachezaji wazidi wanne yani wa professional awazidi wanne ambao watakiwa kuongeza. Tunatakiwa tupate kiungo namba sita mwingine, pia Simba watakiwa wapate kiungo namba kumi at least. Kama wandani huyu tatizo lililosemekana akipatikana basi tutakuwa tuna shida wa kigeni, lakini tutakuwa tupate namba kumi mwingine. Lakini pia tunatakiwa tupate namba tisa katili kama alivyokuwa Fiston Kalala Mayele, yule ni katili au Mabululu. Tunatakiwa tupate steka kama yule. Kwa hiyo Simba wavunje beki wakati tutafutie steka katili. Yaani pale one mistake, one goal. Na mnapaswa kuvunja benki. Si umeviona vile vilabu pale thamani zao. Simba ndo klabu ambayo thamani yake imeonekana kuwa chini lakini watu wana dola milioni 50 huko Simba dola milioni mbili na pointi zake. Ya na hata ukiangalia Simba msimu huu tumeingiza pesa nyingi sana kwenye mashindano ya kafu, lakini pia bado tuna sponsor wetu ambao pia wameshatengenezea pesa nyingi kuna bilioni 38 na kitu hapo. Sawa, kwa hiyo naamini kuna pesa nyingi imewekwa. Na katika pesa hiyo maana yake inagawanywa kila mwaka lakini pia naamini kuna sponsor wengi wengine watakuja kwa kipindi hiki ambacho tumemaliza mashindano, kwa sababu timu yoyote ambayo inafanya vizuri kupata sponsor ni jambo la kawaida sana, lakini timu ambayo haifanyi vizuri kwenye mashindano sidhani kama inaweza kupata sponsor. Kwa hiyo naamini Simba shajitengenezea jina, shajitengenezea ukubwa kwa ajili ya kutengeneza njia ya kimaisha zaidi. Naamini sisi tunashindana na wenzetu kwa sababu wenzetu wana miundombinu mingi, na ndio maana wanasajili wachezaji wengi wenye ubora. Na ndio maana wanaweza kufanikiwa kuchukua mataji, lakini mimi naamini kusajili wachezaji tu wenye ubora peke yake kwenye bara letu la Afrika halitokufanya kuwa bingwa. Mimi naamini kuna vitu vingine pia. Viongozi tulishauri baada ya mechi yetu kuisha ya finali pale Zanzibar, watakuwa wawekeze nguvu pia nje ya uwanja. Tunapoelekea kwenye hatua hizo, kwaona tumeingia tu nusu finali kuingia finali, basi tutumie nguvu kubwa nje ya uwanja kuliko tu ndani ya pichi, kwa sababu binafsi unaweza kumleta Neymar hapa, ukamleta Haaland hapa, sawa Ngolo Kante ukamleta hapa, lakini mwisho wa siku ukakosa ubingwa. Kwa mimi naamini tusiwekeze nguvu zaidi kwenye kusajili wachezaji tu, lakini tuweke nguvu pia kwenye nje ya uwanja. Kwa maana ipi? nje ya uwanja Mnandi wana Simba na kutazama ya viongozi, pia wanaweza wakapata nafasi ya kukusikia ah, mpira wetu tunajua una mambo mengi. Tunaona tu marefu amekuja hapa, umewafeva wageni ambao wao wanaonekana wana mafuta kuliko Simba Sports. Kwa hiyo naamini viongozi watakuwa wamenielewa, na hata wao wenyewe mpaka wameingia kwenye vyumba vya waamuzi kuna kitu walikiona, na ndio maana wakavamia kule kwenda kurekodi vitu. Kwa hiyo unaona, wanajua mpira wa Kiafrika ni nini kinatokea, kwa sababu FC Belkane wa wao wamepokelewa na Simba Sports lakini waamuzi wamepokelewa na FC Belkane. Ni kitu ambayo cha ajabu, waamuzi na timu huwa inapokelewa na wenyeji.